Samani, dada, nguo amenipatia ame mama, na nilikuwa sijui kama ni ya kwako kwa. Mama, sasa hivi unajiona unaniweza sana yaani, unavyoniona nimekaa kimya unaona unaniweza, si ndio? Kwa hiyo umeamua kuwa kuwadi wa mwanao? <tune> Tena ulivyokosa aibu, unachukua nguo ya kwangu mimi, unamvalisha house girl aende akamtege mume wangu! Sasa kama umeamua kufanya hivyo, kwa nini usingewapeleka hata chumbani kwako kule? Umewapeleka chumbani kwangu, yaani we mama wewe, akili huna kwenye iko kichwa chako, huna akili. Nikwambie leo kama sijawahi kukwambia, basi wewe akili huna hivyo. Wow. We binti, umefundwa kwe na wazazi wako hayo maneno gani ya kumwambia mkwe wayo? Haujui kama ni mama mkwe wako? Kama ungekuwa unajua wewe ni mkwe wangu usingekuwa unafanya huu puuzi ambao unaofanya. Na mimi ningekuheshimu kama mko, lakini kwa mimi nakutambua wewe kama kuwadi wa mume wangu. Na tena kwa taarifa yako, kuanzia leo wewe ni adui kwangu, kwa sababu wewe ni adui wa ndoa yangu. Hilo liweke akilini. Maneno hayo unaniambia mimi mkweo? Haujui kama mimi ni mko wako eh? Mpuzi. Ni wewe ambaye umetoka na mume wako hapa kwenda kula chakula huko, ukamwacha mumeo anarudi peke yake nyumbani, wewe unaenda kuhangaika na wanaume wengine. Wewe ndo mpuuzi na kuidhalilisha familia yako. Familia yako inaonekana ni ya watu malaya kama wewe. Nipiga mimi kibao eh? Nakuuliza, umefikia hatua ya kunyosha mkono wako wewe huo kunipiga mimi kibao mtoto ambaye na uwezo wa kuzaa huku ninatembea barabarani? Mapata wapi hiyo jeuri? Nakuuliza. Umepata wapi hiyo jeuri ya kunipiga mimi kibao? Hiyo nipige, nipige uone kama kweli wewe ni mwanamke. Thubutu kunyanyua huo mkono wako uuguse mwili wangu, alafu nikuonyeshe. Sasa sikiliza nikuambia wewe mtu mzima hovyo, kama bado unaupenda uhai wako Acha kufanya huu upuuzi unaofanya, la sivyo ntakuonyesha upande wangu wa kumi hali ya kuwa hata wa pili wenyewe sijakuonyesha. Mtu mzima hovyo wee! Rizika sasa. Naona furaha yako imekamilika. Kila nikiongea unakuwa unisikie. Mpaka yule mpuzi wako unayemfuga hapa ndani ananipiga mimi kibao. Si ndio wa muhimu, unamsikiliza na ni mtu bora katika maisha yako kuliko mimi mama yako? Salungi, niliyekulea kwa magumu, kwa matatizo, kwa hali mbaya, natembea naye mgongoni, nauza mboga, nauza maandazi, kila aina ya kazi nimefanya mpaka wasikla naofanya aisha mimi nimeufanya, ili mradi wewe usome. Leo sikio lako umeliziba, Sarungi, uwezi kunisikia tena, unamsikiliza yule mpuzi wako si ndio? Mpaka nafikia hatua ananipiga mimi kibao. Bigi mama, Bigi mama, tena kafanya nini? Hem, twende bwana. Hebu subiri kwanza. Wewe nenda, mimi acha nnekamamene. Kufanya nini wakati mimi ndo niliyeona wewe? Peke yako unaenda kufanya nini? Inisikilize. Wewe nenda, nishakwambia nenda. Kufanya nini peke yake? Mimi ndio nimeona Aisha, binti yangu, pole kwa aliyotokea. Pia naomba unisamehe sana, sikujua kama atakuwa hayo. Mwanangu, wala sijalimana, hizi ni changamoto tu za maisha, kila kitu kitakaa sawama Sawa, asante binti yangu. Pia kuhusu hii nguo naomba unisamehe sana, sikujua kama ni ahepi. Nisamehe binti yangu. Sawa mama basi tutaivua alafu tutaifua, tutarudisha haya. Sawa, siwe na mawazo mwanangu, hebu nyamaza kulia. Sawa, yote yaliyopita, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Mimi nimekuelewa. Asante mwanangu kwa kunielewa. Asante sana kwa kunitengenezea kila mwezi changu. Usijali, kawaida tu. Sawa, ila nikumbe tena kitu kingine nilikuwa nahitaji, kama kutakuwa na kitu chochote ambachondanikongwa, kee, niko naomba nisaidie, jisikie huru muda wote na saa yote. Ukiwa na tatizo lolote, kama nitakuwepo unaweza kuja kunielekeza na kuniambia sawa. Usijali.

Kulikoni pa makelele? Nisikiliza nikwambie, nimekutana na big mama, anakuja huko unasemaje? Yaani yuko haihai hai. Hey. Ehe, vipi? Mbona baada ya kuniona mimi mmeshtuka sana, shida nini? Hakuna shida mama mwenye nyumba, karibu. Wewe, na mwenye nyumba wewe. Mshapata mpangaji? Na mwenye nyumba tangia tu vympangisha ule mpangaji wa awali wa pale mwanzo hatujapata mpangaji mwingine yoyote, paka yule anakuja kuhama paka leo, hatujapata mpangaji, na ile pesa nilikutumia ndio ile ile. Tungekuwa tumepata mpangaji mwingine, ningekutumia tu hela hivyo. <laughs> Una akili kweli wewe. Kwa hiyo nyumba yangu umekaa na mkeo, mna starehe tu kama Ikulu, si ndio? Mnajua ni kiasi gani ambacho nimekitoa kutengeneza hii nyumba eh? Au mmekaa tu mna enjoy, mnadhani hapa Ikulu, si ndio? Usiniangalie mimi mwangalie kwanza nywele zake kaa mzimu wa baharini. Kwa hiyo nyie hamjaona, si menda kupigizana kelele mpaka hapa si ndio? Yaani, msione mtu ndani kakaa kapumzika, mnaanza kubwatukabwatukwa asasa. Wewe we bonge bonge. Yaani umefika sasa hivi na bado unaendelea kupiga kelele, kuna shida gani? Mm -hmm. Wewe unajua mimi ni nani humu ndani au nalopoka tu? Sikiliza nikwambie, mimi ndo mama mwenye hii nyumba. Sijui umenielewa? Alafu wewe huyu ni nani huyu, hapa, huyu, huyu. Huyu, umuwe, na mbona katokea kwenye chumba changu hapa au huyu? Kwani hapa hujui namwongelea nani huyu kikaragosi? Wewe mama, naomba nisikilize. Mimi ni mpangaji mpya humu ndani na hiki chumba nichotoka ndo nakaa mimi na hapa ninavyoongea, nimelipa kodi ya miezi sita, na mkataba nimepewa nimemea juzijuzi tu hapa. Kwa hiyo umepangisha mpangaji na haujanipa hata mia, si ndio? Alafu nafika hapa unaniongopea hivyo? na akili kweli wewe? Alafu mbaya zaidi Umempangisha kwenye chumba changu hivyo mzima kweli? Sasikia, tusipotezeane muda, nakupa dakika hiyo sema moja, uwe tayari ushamtoa huyu kwenye chumba changu na vilevile uwe ushanipa hela zangu. Mwangalie kwanza, najifanya umechanganyikiwa. Yo natujua tumechanganyikiwayo, mimi ndo nne tano ilopinda

teka sina la kufanya mimi, moyo wangu ameuteka. Ama mama ameshatupa kajini, ananifokea, anacheka. Kwa nini nimekuwa zuzu? <coughs> <coughs> unakwenda wapi? Naomba uniachie mkono wangu. Naomba unijibu nilichokuuliza, nilichokuuliza, lasipo siwezi kuachia mkono. Sikiliza nikwambie, mimi kichwa changu na akili yangu haviko sawa kabisa, Costa. Kiugomvi ugomvi na wewe, naomba uniache niondoke, niondoke, lasivyo humu ndani patageuka kuwa uwanja wa vita sasa hivi. Hey, siwezi kukuachia huu mkono endapo hujaniambia ni watu nakwenda. Mimi siwezi kuendelea kukaa humu ndani namwangalia mama yako pamoja na visa vyote anavyonifanyia Ana. Kwa hiyo naomba uniache niondoke, mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. na kingine mimi sirudi leo, tutaonana kesho. amemteka ama ameshamtupa kajini? Ananifokea, anacheka. kwa kweli nimekuwa zuzu.